Leo katika Jungu la Lolani nakuletea Mzee Muhammed Juma Sheikh, mwanahabari mkongwe ambaye niliwahi kufanya kazi naye nikiwa kijana, kabla ya kustafu kwake miaka ya 80 katika shirika la utangazaji la Kenya, KBC. Ni mkazi wa Kilifi huku Pwani, ingawa ni mzaliwa wa Bara alikolelewa na kufanya kazi tangu ujana wake, wakati wa enzi zake akiwa mpigaji picha wa gazeti la Nation hadi KBS, VOK na KBC aliwahi kutangamana na wanasiasa na hata marais. Tulikaa chini na kuzungumza mengi tu anayoyakumbuka akilinganisha zamani na sasa katika tasnia hii ya wanahabari. Uh, niambie kwanza, jina lako kamili ni nani? Naitwa Muhammed Juma Sheikh, pande za uh, uh, Nairobi na huko huko ndio nilisoma from standard one mpaka form four. Na wewe ni wa mtu wa asili ya wapi haswa? ni Yes, asili ni Maasai na Kikuyu hmm, na nimeshafanya fanya muda mrefu maha nene kazi nyingi aina nyingi. Tuanze na ulizaliwa mwaka gani haswa, mizaliwa? Hmm, 1946 yeah na maisha yako ya utotoni, ulikaa uli wapi? Uliishi wapi ama ulilelewa wapi, wakati e, e, ukiwa kijana kabisa? Nililelewa pande za Kiambu, naona, na huko huko ndio nilisoma naona mpaka form 4, naona. Na baada ya kumaliza skulu, kabla e, sijamaliza skulu, mimi nilikuwa na hobi ya mambo ya kupiga picha, naona hata nyumbani nilikuwa napiga picha picha, nawosha picha nini mwenyewe kule, ili zile photograph kutoka hapo ndioni. Uh, kabla ya hapo hizo mambo za maisha ya kule uh, uliwahi kuona wale wapiganaji wa uhuru ambao uh, uh, nchi hii ya Kenya? E, niliwaona sana sana, kwanza mimi niliona wakati Mzee Kinyatta alishikwa wakati alishikwa mzee alikuwa na mkutano ma, hapo hapo mahali, kutoka Kiambu ni kama dakika kama ishirini hivi kufika hapo, wanaitwa Kirigiti. Hapo hapo Kirigiti ndio palikuwa na jengo, eh, jela ya hawa Maumau. Kwa hivyo tulikuwa tukienda kuwaona na, eh, na pia kulikuwa na approved school. Naona, ilikuwa na jengo hapo ya watoto vijana wale wabaya oh, wabaya wanaingizwa na kuwekwa pale He, he, sasa he, kazi baada ya kusoma, kazi zako za mwanzo zilikuwa ni zipi haswa? Kazi zangu za kwanza kwanza nilifanya kazi ya salesman, kwa sababu nilisoma nini, nilisoma salesman nikapata certificate, ndio nikaanza kufanya kazi na Wahindi, ama duka hizi za Wahindi e, kwa kuchukua nini vitu, kuandika vitu vile vinapelekwa uh, kuuzwa nje nene n hapo Nairobi ndio. Baada ya hiyo ndio nikawacha, nikaingia kufata mambo ya nini, uandishi. Sasa, kazi yako ya kwanza katika mambo ya uandishi, uandishi ilikuwa ni mambo ya gazeti ama ni mambo gani? Ulifanya kazi wapi? Mimi eh, ya kwanza ndio hiyo ya magazeti, Nation Group, nikawa pale kama mwasha picha na mpigaji wa picha. na ni mwaka gani hapo, unaweza kukumbuka? Yes, ni mwaka wa 1968 na mlikuwa mwafanyaje mwa hizo, mnapiga picha halafu zinachanganywa vipi na ndio zitokee kwenye gazeti? Eh, tuwapiga picha alafu zinakwenda kuoshwa, au zikisha kuoshwa zinakonektiwa pamoja na uh, story ya uh, gazeti news uh, zile zinachukuliwa na jamaa kwanza tukienda kufanya kazi tulikuwa tunakwenda na kamera, cameraman, na reporter. Na sasa kamera zilikuwa ni za aina gani? maanake ni zamani pale. Ah, wakati huo ilikuwa ni kamera zile za real, ni zile zito, sio hizi za kisasa. Baada ya hapo sasa, eh, uliwahi kufanya kazi kwenye vyombo vya habari, sasa baada ya magazeti ndio, baada ya kufanya kazi na magazeti Nation na Standard nilienda kwa KBC mm -hmm. ambao wakati huo ilikuwa ni KBC ile ya zamani KBS. KBS, Kenya Broadcasting Corporation mm -hmm. Alafu baada hiyo ikaja VOK mm -hmm. Nilipata kwenda pale nikaomba kazi na wakati huo ilikuwa direkta alikuwa Kangwana. Sasa nikenda nikamwona na kapeana nini, akaambia direkta uh, ule upande wa uh, filming anichukue ende kanifanye test. mm-hmm. Sasa ilikuwa ni kamera sasa, sasa si zile picha za kupiga tena. Sasa kamera ujuzuli ufundishwa vip na nani? Ah, kamera yenyewe nilikuwa hobi yangu wa zamani nikiwa mtoto mdogo, nilikuwa napiga picha wa ya watu harusi namna hiyo, ile picha za zamani zile za black and white, black and white, hata nikiziosha mimi mwenyewe nyumbani, alafu ndio napeleka ku connectiwa pamoja na magazeti. Kwa hivyo wakati ule wakati wa huko KBC hivyo. okay, ni wakati wa kina Isaac Mamto, kina Leonard Mambo, kina yes. Nani unawakumbuka? Ah, kina Leonard Mambo tulifanya kazi. Mamto pia tulikuwa fanya kazi naye na kazi yangu nene Abdulhak sote tulifanya pamoja na wao na akina Amina Faki, na huyu Adija Ali na kina... Ali Salim Manga, akina Fadhili eh, wote wale tulifanya kazi nao. Sasa baadaye, uliwahi kufanya kazi Nairobi peke yake kwani broadcasting ama ya pia na Coast? Eh, mimi nilitolewa na Nairobi 1980 nikaletwa Coast. Sasa Coast nikakaa hapa Mombasa eh, kama camera reporter eh, junior eh, nikakaa, baadaye nikatumwa, eh, hapa Kilifi alafu ofisi yetu ilikuwa headquarter ilikuwa ni Malindi. Sasa nikafanya hapa Kilifi, kisha ndio nikatuma pande za Tana River. Tana River ndio nikafanya nako, baka nilienda kule 1984 na nikalitaa 95 ndio nikaanza hizo mambo ya nene ya broadcasting, mambo ya kutuma na nene ya kamera na nini kila kitu. Kwa hivyo pale ulifanya vipindi vya filamu kama zile za waigizaji na zile vipindi vya kama mke nyumbani zile zote? Hizo mke nyumbani nilifanya sana, na hadi si tabu ambao alikuwa akifanya kazi na Kenya Power. Eh. Na sasa eh, katika maisha yako sasa eh, niambie safari yako ya unyumba ulioa, pengine nakuwa na watoto ama ilikuwaje? Nilioa wak wengi eh, kama watatu hivi. Wa kwanza wa kwanza, wa kwanza alikuwa hapa alikuwa Mbajuni, wapili alikuwa ni Msomali. uh -huh. Ni huyo Mbajuni siku za naye. Na huyo wa pili Msomali, ndio nilizaa naye watoto na, wawili bado. uh -huh. Akwako wako, wako, wako nini Canada. uh -huh. na kutoka hapo ni, wakati nilikuja huko ndio nikaoa nini huyu niko naye na nina watoto ninapoteza watoto kama watatu hivi, basi ninabakisha wawili wa kiume wote. Sasa, kwa nini ukaamua kuishi Kilifi sasa kumali, yani wakati huu, umri huu? Wajua sasa hiyo ni maisha, wajua, ukiwa unafanya kazi kuna mahali inafika, sasa lazima utafute mambo ya maisha, mahali utasetu, si lazima, uende, e, si lazima usetu kule ulitoka au kule kwenu na ulifanya kazi za kampuni zako pia nini kazi kazikazi zingine ulizofanya mwenyewe? Eh, kazi za uh, kampuni nene, mambo ya kazi upande yangu peke yangu, yani ya nilikuwa na maduka na duka vibanda vya nguo nilifanya nikiwa kazini, nikafungua ofisi ya rent and collection eh, yote hiyo nikafanya na nikafanya pia mambo ya uh, nini kutu, Kujenga manyumba yani, kama kontrakta. mm -hmm. mm. Sasa katika kazi mwisho kabisa katika kazi, wewe bila shaka uli interact na viongozi wakubwa, wanasiasa, pengine unawakumbuka wanasiasa kina Moi, Kenyatta, ni kina nani unawakumbuka sana? mm -hmm. sana kuwaona ukiwapiga picha? ah, sana, ni Moi, tuseme Moi nakumbuka nede... siwezi sahau Moi kwa sababu eh. kuna wakati alikuja ku... uh, hapa Mombasa uh, shu nikazungumza naye hapa kwa hapa. uh -huh. Moi na oh, mzee naona i, nini kamera naibeba mzee nzito na vipeni. uh -huh. na, tunazipata. uh -huh. ni kidogo akacheka, kijana aitwa nani? Nikamwambia naitwa Muhammed, aja uh -huh. meserfu kamwambia mzee Sherifu, mzee, Sherifu namjua sana, ni mzee wetu hapa akaniambia, <coughs> basi mwambie alete jina lako tuangalie vile tutafanya. akapeleka mzee Sherifu akupeleka jina, jina alichukua muda kupeleka lakini baadaye ili kuja akapeleka ikapatikana. Sasa kuna wakati nikachaguliwa uh, eini yes. uh, uh, prese uh. Sasa sikujua mimi niko mi hapa Mombasa Ha, nikatoka hapa kwenda kwetu isili pale isili nikakutana na Alimanga alikuwa kesi pale kwetu Nairobi, nyumbani kwetu. asa akaniuliza, ah, mbona uko hapa wewe? Uko na mzee nini? Ethiopia, wakati huo mzee alikuwa anaenda Ethiopia. Kama mimi sijui kama ah, na kama nilikuwa mtu wa kwenda Ethiopia. Kaniambia naenda e, ofisini ya uh, direkta uangali uh, hiyo uh, barua basi, hapo hapo nikatoka uh, nyumbani, nikachukua matatu kenda mpaka kule kazini, uk kenda kwa direkta nikaoneshwa barua na ule direkta, ah, nani uh, uh, sekretari wa direkta kaiona, basi nikamwambia nikuwa sijaiona nimi hii barua, basi ikawa hivyo. Sasa baadaye nikarudi Mombasa eh, kazini, nikaenda nikamuuliza direkta ule wetu o pole o ile iliingia era, nikamtuma mwingine, nilienda sana hata wakati Kenyatta alikufa, tulichaguliwa tukenda. Mimi kwenda kupiga picha nikiwa hapa kare, uh, South Mombasa South House tulikuwa tukifanya pale Nyali, yes pale Nyadi e, nene Kisauni pale mm. mm, tuna broadcast kutoka hapo ha. Mpaka naenda sauti house zinaoshwa zinaanza kubroadcast zinaeditiwa pale zinaanza kuproduce pale. Sasa hivi una, una ushauri gani ama zamani vile ilivyokuwa na sasa unaona mabadiliko gani? Ah, mabadiliko ni ma... mengi sana na makubwa kwanza watu hawako wa nini sasa katika makazini zao, naona wako yani wako study kwa kazi zao, maanake saa zingine ukiangalia picha utakuta picha za, zenda juu chini, mara nini hivi ya, n yani, hata wale wako kwenye studio hawangalii picha kama iko sawasawa, endelea sawasawa. Ilikuwa zamani haiwezekani hiyo, iwezekani kabisa naiki no Ikitokea ukofolet, yani naingiliwa sana na wakubwa. Yeah, na tasa zingine naweza uka uh, pewa uh, nene barua akusumamishwa kwanza hata yeah. Mm, kama utavutwa lakini unasumamishwa kwanza. mm. Mm. Yeah. Ama kwa uhakika, kuishi kwingi kuona mengi, mzee huyu ameona mengi katika tasnia ya wanahabari na hususan upigaji wa picha, na tuna mwenzi kwa kweli katika kazi hizo zake alizofanya maishani. Nikiripotia COCO FM, mimi ni Lolani Kalu.